Yeah. Mbele ya Fountain Gate. Ushindi huu gani hasa ya unatafsiri kwenye kosi Simba kwa sababu michuano ya kimataifa, lakini pia mwanzo mpya wa ligi. Ah, kwanza tunapongeza wachezaji wetu, huu ni mwanzo mzuri, sisi wote unapoanza mashindano kwenye hatu, kwenye mchezo wa kwanza katika mashindano ambayo ni tegemezi kwetu hapa Tanzania kombe kubwa linalotegemewa ni NBC Tanzania bara, lakini leo hii tumeanza tukiwa tuko nyuma. Misimu minne hatujaweza kushinda kombe hili, hatu tuliweza kushinda nyumbani, lakini katika mchezo wa wachezaji kutokamilika lakini pia wamechukua wachezaji wa under 20 lakini pia imewapa shida. Uh, nafikiri Fountain Gate wapo vizuri, mi siku, sikuona kama kuna sehemu hawajakamilika hata kama wamechukua under 20 wamechukua ni lakini walijipanga, walijua wanakutana na, na Simba Sports Club, timu kubwa, timu yenye wachezaji wenye majina makubwa. Uh, kwao walikuja kitofauti, pengine walitutoa tu nje ya mchezo kwamba kuona kwamba tunaenda kule. kwanza alisema wasafiri mara nane mara saba. Lakini Lakini wachezaji wachezaji wachezaji, wachezaji pungufu ndani. Tumeona wachezaji 11 wamecheza no, wamecheza wamecheza na kwenye kwenye kiwango kizuri. Kuna mmoja, Nigeria, yule, Kuna kuna mchezaji mmoja ni ni ni Nigeria yule nasikia amecheza vizuri. Vizuri, nafasi nafasi kadhaa kwanza ni mwepesi. Kote kote tunawapongeza. Ligi ya NBC sasa hivi ina ushindani mkubwa sana. Wasiangalie kwamba kwamba timu inasema haijakamilisha vibali vya vitu sawa. Hiyo yote kutoana mchezo kuangalia namna gani unaweza kujipanga katika mechi yako. Mwisho wa siku mimi nawapongeza wachezaji wangu wamecheza vizuri, wametengeneza nafasi kadhaa. Hapo tumetumia chache mm-hmm. Lohilza, ya, naweza kuchinda zaidi ya goli tano lakini haikuwa hivyo, ila ni mwanzo mzuri, nafikiri kwa mbeleni hapo mambo yatakaa vizuri. <laughs> Nafikiri kuhusiana na kupewa timu hiyo ni swala la viongozi na baadhi ya makubaliano yao wao wenyewe, lakini nafikiri ni amekaimu nafasi hii ya ukocha, ah, hayuko vibaya ni ame tendea haki kwenye mchezo huu wa kwanza. Tumeona kuna wachezaji kadhaa amepewa nafasi, akiwemo Morris Abraham ameonyesha kiwango kikubwa sana, ni mchezaji ambaye nilikuwa natamani kumwona katika nafasi akichezea Simba Sports Club. Leo hii ameingia, tumeona challenge zake alizozifanya pale ndani ya uwanja, lakini pia katika toka Simba Day, tumeona Jonathan Soa amepewa nafasi amecheza amefunga goli, lakini pia kuna nafasi kadhaa aliweza kuzikosa, ila ni strike ambaye ni mwepesi, akipata nafasi ya wachezaji wa kumchezesha vizuri, ni mtu ambaye atatufungia magoli mengi sana. Kwao nawapongeza, lakini Rushain nini, Rushain Deroku tunamshukuru kocha, ameondoka lakini ametuletea kifaa pale nyuma, ile ni kumbukumbu yake tosha. Kwa mimi nikitaka kumkumbuka yule kocha, naangalia ile nafasi ya ulinzi pale nyuma, naona ametuachia kitu pale nyuma, ametuachia alama. Kwa hiyo sina shaka kwa mwendelezo hapo, mashindano yanavyozidi kuendelea Simba Sports Club itakaa vizuri. Tuwe watulivu, tuwape nafasi viongozi watafute kocha mkuu wa timu. Nafikiri tukipata kocha mzuri, Simba Sports Club ni kikosi kipana sana, inafika mahali ukiwa sio timamu vizuri, kile kikosi kinaweza kikakulemea. Kwa hiyo watulie, tutafutia kocha mzuri ambaye atakuja kuichezesha ile Simba. Nafikiri tutafanya vizuri, wachezaji ni wazuri, na wakipewa nafasi, wanaweza kufanya vizuri zaidi. Thank you.